Hizi ndizo mechi tisa ambazo klabu ya Real Madrid imebakisha kuweza kukamilisha msimu wa ligi kuu nchini Hispania msimu wa elfu mbili ishirini na nne hadi elfu mbili ishirini na tano katika La Liga Santander. Mechi ya kwanza itawakutanisha Real Madrid dhidi ya Valencia, ambapo mechi hiyo inatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi tarehe tano April. Mechi itakayofuata Deportivo Alaves watamkaribisha Real Madrid siku ya Jumapili tarehe 13 April. Mchezo wa tatu Real Madrid watamkaribisha Athletic Club, Athletic Bilbao itakuwa ni siku ya Jumapili Aprili ishirini. Baada ya hapo Real Madrid watamfuata Getafe katika uwanja wake wa nyumbani siku ya Jumatano Aprili tarehe ishirini na tatu. Mechi inayofuata Real Madrid watamkaribisha Celta Vigo katika siku ya Jumapili tarehe 4 Mei. Mchezo utakaofuata ni El Clasico, one of the biggest match ambao watu wengi wanaosubiri kwa hamu kwelikweli. Mchezo huu Barcelona versus Real Madrid utapigwa siku ya Jumapili tarehe kumi na moja mwezi wa tano. Baada ya El Clasico, Real Madrid watarejea Santiago Bernabeu kumkaribisha Mallorca. Mechi itapigwa siku ya Jumatano mwezi wa tano tarehe kumi na nne. Mechi itakayofuata Real Madrid watamfuata Sevilla Football Club katika uwanja wake wa nyumbani, mechi hiyo itapigwa siku ya Jumapili mwezi wa tano tarehe kumi na nane. Mchezo wa mwisho kabisa wa kufunga msimu 2024 2025 msimu wa ligi kuu nchini Uhispania, real Sociedad watamkaribisha Real Madrid, mchezo utapigwa siku ya Jumapili ya mwezi wa tano tarehe ishirini na tano. Hizo ndizo mechi tisa ambazo zimesalia kwa klabu ya Real Madrid ili kuweza kukamilisha msimu wa 2024 2025 msimu wa La Liga Santander, ama ligi kuu ya nchini Uhispania. Ikumbukwe sasa Real Madrid iko katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kuu ya nchini Uhispania La Liga Santander, ambapo katika nafasi ya kwanza iko FC Barcelona ikiwa na alama zake 66 huku Real Madrid ikiwa na alama sitini na tatu. Nafasi ya tatu iko Atletico Madrid ikiwa na alama hamsini na saba, wote wakiwa wamecheza michezo ishirini na tisa. Sasa, kwa jinsi unavyoiona hii ratiba na hizi mechi tisa ambazo Real Madrid inatarajia kucheza hivi karibuni, unaiona Real Madrid ikishinda mechi ngapi kati ya hizi tisa, na kutoa sare mechi ngapi katika hizi tisa? Je, inaweza kufungwa mechi ngapi katika mechi hizi tisa? Naomba uniambie hapo kwenye comment ni upi mtazamo wako juu ya hili. Hapa ni Super 12 ya Dino Television, tafadhali ni kuombe subscribe YouTube chaneli yetu ya Dino Television iliyo wa kwanza kupata update stori zote za kimichezo kutoka kwetu. Asante.